Kama tunavyoona mtambo huu una vifaa mbalimbali vya kufanya vipimo vya mgonjwa, ikiwemo vipimo vya, vya kuangalia ngozi ya mgonjwa, kwa wagonjwa ambao labda watakuwa na matatizo yoyote au amepata reaction yoyote kwa wagonjwa wa kansa. Lakini pia kuna kifaa maalum kwa ajili ya kuangalia matatizo ya macho ambayo kitaalam tunaita ophthalmoscopy. Kuna kifaa maalum cha kuangalia afya ya kinywa na meno ambapo mtaalamu atakuwa amekaa hapa anamurika mgonjwa kwenye kinywa chake, na yule daktari au mtaalamu ambaye yuko mbali kule ana uwezo wa kuona kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kwa yule mgonjwa na kuweza kumpatia msaada stahiki. Pia sana kwa wagonjwa wapya ambao kutoka kupeleka MIOT Hospital au vilevile ambao kwamba wanahitaji kupata huduma kutoka MIOT International bila ya kwenda India na wale ambao kwa wamerudi kutoka India, wanataka pate clinic za kila wiki au za kila mwezi hmm, au miezi mitatu watakuja hapa kuja kuongea na madaktari wao, na madaktari wao wataweza kuwachunguza hapa hapa.